Rahby mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu sana. Baada ya siku wafanya kazi, yeah, yeah, jana, ha, ya wafanyakazi tumeingia tena gani. Haya, siku ya wafanyakazi, Rais Donald Trump ametangaza kumtengua mshauri wake wa usalama wa taifa. Ilikuwa mm, yeah, ni swala la muda na Nimeshangazwa na kitu kimoja tu. Unajua, wakati jana taarifa hizi zilianza mapema asubuhi mm, eh, baadhi ya vyombo vya habari vikisema kuwa Waltz atafukuzwa kazi au Waltz atajiuzulu katika nafasi yake. Uh, nikawa nikijaribu kutafuta sababu, kwa nini Waltz anajiuzulu, kwa nini anaondoka kwenye hii nafasi, nikakuta kashfa ni ile ile ambayo Trump alimkingia kifua awali ya, ya kumwingiza kimakosa mwandishi wa uh, mhariri wa gazeti la The Atlantic yeah, katika mjadala ambao ulikuwa unaendeshwa kupitia uh, kituo cha Signal uh, ambao ulikuwa unajadili kuhusu mashambulizi ya Marekani kule Yemen kwa Wahuthi. Mjadala ambao masenata wali walimpigia kelele sana Trump, lakini wabunge pia wa vyama vyote mchanganyiko, licha ya kuwa demokrati walikuwa ni wengi zaidi, walimtaka uh, Trump amwajibishe uh, Waltz kwa kosa alilolifanya, anasema ni kosa ambalo lilikuwa linaenda kuweka rehani usalama wa Marekani kwa sababu walimuingiza yule mwanahabari kwenye yale mazungumzo ambayo yalikuwa anazungumza fanya mashambulizi, lakini anasema ilichukua takriban saa mbili toka alivyoingizwa mpaka kwenda kufanyika mashambulizi. Kwa hiyo kama zile taarifa zingekuwa ameingizwa mtu kimakosa mwingine na akawa amezichukua akazivujisha upande wa pili, ilikuwa unaenda kuweka vikosi kwenye hali ya hatari, kwa sababu huenda vingeshambuliwa kabla ya lile tukio. Sasa, Trump alisimama wakati wakamtetea kwa, kwa nguvu zote kuwa hakuna hata mashtaka yake yalivyofika kwa kwa seneta pia alisimama kumtetea kuwa, mm, hilo swala limekwisha na ni dogo. Jicha, licha ya kuwa kesi zake bado zimekuwa zikiendelea kwenye hilo. Lakini wiki mbili baadaye waziri wa ulinzi naye alifanya kosa hilo hilo, Peter Hegseth alifanya hilo lo, kumwadi mke wake na watoto wake kwenye mazungumzo kama hayo, maswala ya kiusalama. Lakini wizara ya ulinzi pia imekuwa na kashfa ya kufanya mawasiliano muhimu ya kiusalama hadi kupitia kwenye Gmail, yani kupitia email za Gmail, yani moja kwa moja, yani kuwa hawatumii njia ambazo zimewekwa kwenye utaratibu wanatumia njia za pembeni mm. Kwa hiyo swala la kufutwa kazi kwa Waltz, ambao pia limekwenda na makamu wake Alex Wong, Lime, lilianzia uh, yani mwanzo wa wiki hii walifutwa wafanyakazi sita kwenye wizara ya, ya, ya, ya usalama, akafuatia Waltz amekwenda. Sasa ukitazama ni wizara nzima ndio yenye kelele kwa sababu waziri wa ulinzi naye anawajibika kwenye hii wizara hmm. Naye pia yumo kwenye hii skendo. Sasa ukisikia maoni ya kuwa kwa, kwanini Waltz peke yake? hey. Kwa nini waziri wa ulinzi ameachwa? Yeah, yupo kwa sababu yeah, yeah. Kashfa ni ile ile ambayo inazunguka kutokea huko hmm. Lakini Trump alikuwa anakwepa kitu anasema nisionekane, nimewapa ushindi upande wa pili. Unajua, sahivi siasa ya sasa hivi eh, yani ukiangalia serikali inavyoendeshwa ya Marekani ni kama vile tuna mashindano ya kisiasa hmm kati ya Demokrat na Republican. Kuwa kama Republican, kama Demokrat wanaweza kunipushi halafu nikafata kile wanachokitaka maana yake no, kuwa nitakuwa nimejishusha kwao. Kwa hiyo haijalishi anafanya nini. Hata, eh, hat lita, at, lina, athari lina, lina athari mbele, mbele. Lakini asionekane, asionekane. lakini huu ugonjwa haukuanza mara hii mm. Trump kwenye awamu yake ya kwanza kama unakum, unakumbuka kashfa ile ya Ukraine, Trump na kina Nancy Pelosi mm, wakamkuta kwenye bunge la chini wakamkuta na hatia ilivyopelekwa kwenye Senate, maseneta nje ya kupiga kura walikuwa na kidi Trump wana hatia, ilivyokwenda kupiga kura wakamlinda, hawakumwondoa kwenye nafasi. Kwa hiyo tayari uwajibikaji ulishaondoka toka awamu ya kwanza ya Trump. Sasa na hii imekuja awamu ya pili, lakini anaweka rekodi kuwa awamu yake ya kwanza ya 2017 alimfuta kas Michael Flynn ambaye alikuwa mshauri wake wa usalama wiki nne za kwanza. Sasa amekuja kumfuta Michael Waltz. Siku mia moja. Na siku mia moja eh, zenyewe eh, anaonekana kwamba umaarufu wake uungwaji mkono wake unazidi kupungua, ya hizo ni takwimu ambazo yeye alivyokuwa akiungana na vyombo vya habari jana nadhani au juzi alisema kuwa havimuhusu. Ilikuwa ni mambo ya Biden nayo kuwa yeye hausiki, anasema hizo taarifa zimechukuliwa wakati bado wa Biden, sio katika utawala wake, kwa sababu taarifa hiyo ilitoka pamoja na kuonekana kuwa uchumi umeporomoka hmm. kwa asilimia 0.3. Kwa hiyo wakawa wanaonyesha kama kuwa mbona siku zako miamia zimekuwa mbaya, wakati yeye kwenye hotuba yake ya siku 100 anaita anaita golden age. Yani kuwa, ni, ni, ni, ni kipindi cha, cha dhahabu, halafu nyinyi mna, mna, mnataka kukishusha kwa mm. -hmm. nafasi yake. Tathmini takwimu ambazo zilikuwa zimechukuliwa na mashirika yanayofanya ya, ya kura za maoni ni yalionyesha kuwa kutokufanya vizuri sana, lakini akapuuza zote, akasema kuwa hao wote wanapiga siasa. yeah, yeah, labda mwakani, labda tuanze kumhesabia, lakini <laughs> hawezi kukosa la, la, la, la, la, la kunani la kutokea mm. Ku. Lakini kwenye hili la kumfukuza Waltz, mm. -hmm. anatajwa kwenda kinyume na baadhi ya mambo ya Trump, amekuwa na misimamo tofauti lakini bado kwenye ujumbe wake Trump amesema kwamba Waltz ni mzalendo ya. Huwezi kumfukuza na ukamsemea <coughs> uka, uka, uka, uka vibaya, kwa sababu itaonekana we ndio hutazami kitu. Kimoja ambacho amenistua ni kuwa, kwa nini nafasi ya Waltz amemrudisha Rubio? Yaani Rubio ni waziri wa mambo ya nje mwanadiplomasia mkuu wa Marekani mm. halafu nafasi yake kwa sasa anakaimu Waltz, yani kuwa Trump hana watu ambao wanaweza kuchukua kwa sababu kulikuwa kuna taarifa ya kusema kuwa nafasi ya Waltz itachukuliwa na Steve Witkoff mshauri, mshauri mkuu wa White House eh kwenye maswala mengine, mjumbe maalum yani wa White House sasa. Walikuwa wanasema Steve Witkoff ndio atachukua, kwa sababu kwa kazi ambayo Witkoff ameifanya katika hiki kipindi, maana amekuwa akienda Moscow, tunamuona akienda na mazungumzo ya Iran na nuclear, yani anacheza kule huku na huku. Sasa wakasema kuwa kwa nafasi yake Steve Witkoff huenda akachukua nafasi ya nani, ya Walls. Lakini imekuja tangazo la Trump likaja vingine kuwa Walls anateuliwa kuwa balozi ambaye ataenda kuidhinishwa na seneta kwanza, maana nafasi yake ya kwanza mshauri wa usalama haikuidhinishwa. Sasa mara hii anaenda kukutana, kwa hiyo na yenyewe imeweka 50 50 kuwa je maseneta wa, bado wanamkubali Waltz au wataenda oh, kumpiga chini kule? Haya, sawa, yeah. Uh, tuhitimishe na hili uh, India na Pakistani, huu mzozo. Marekani naye uh, kama ilivyo kawaida yake tayari anatia mkono pale. Tunaona huu mzozo utakuwa kwa kiasi gani au kuna, unaweza ukamalizika kwa kiasi gani? Sasa unaweza ukapoa kwa sababu Marekani ni mshirika wa wote hawa, hmm, anawategemea kwa nafasi zote Marekani imekuwa mshirika wa serikali ya Pakistani kwa miaka mingi. Uh, unakumbuka vita ya Afghanistan, alitegemea zaidi Pakistani katika kipindi hicho. Uh, na wakati alikuwepo Rais Pervez Musharraf kipindi hicho, kwa hiyo alimtegemea sana kwa hapo. Kidogo Marekani ya Trump ilikuwa na uhusiano mzuri na Imran Khan aliyekuwa Waziri Mkuu Imran Khan, kwa hiyo ilikuwa nzuri. Ikaja kidogo Pakistani ikayumba wakati wa Biden, kwa sababu Biden hakuwa na mahusiano mazuri na serikali iliyokuwepo ya ya ya Pakistani ya kina Imran Khan, na ndio kilichopelekea kuwa ushawishi wa Marekani unatajwa. Hata Imran Khan alivyoondoka kwenye nafasi ya waziri mkuu, alitaja Marekani kuwa imehusika kuchochea siasa za ndani kwa ajili yaye kumf, kumfuta kazi uhum, Imran Khan. Sasa ukija upande wa pili wa India, India ni mshirika mkubwa wa Marekani hasa kwenye vita yake na, na Uchina ambayo imekuwa vita ya kibiashara kubwa. Kwa hiyo India ndio nafasi kubwa, na hata linapokuja lile swala huwa wanalizungumza swala la BRICS, watu wengi sana wanasema kuwa India asiaminike kwa sababu India ndio anatengenezwa na Marekani kwa njia zote, awe kuwa mkuu wa ile kitu kinaitwa global south, kuwa India yeye ndio awe mkuu wa hicho kitu. Sawasawa, shukran sana Ibra, tunashukuru kwa ufafanuzi huu. Tunahitimisha hivi, ni Ibrahim Rahby, mchambuzi wa masuala ya kimataifa.